Hofu imegubika kijiji cha Tot eneo bunge la Marakwet East Elgeyo Marakwet baada ya padre wa kanisa Katoliki kuuawa na majangili. Padre huyo Alloyce Bett Cheruiyot alikuwa eneo hilo la Elgeyo Marakwet kwa shughuli za amani. Haya anajiri huku padre mwingine wa kanisa Katoliki aliyeuawa wiki jana akizikwa katika eneo la Nyahururu. Maria Nyambura anaarifu zaidi. Baba, na Mwana, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Mamia ya waumini, viongozi wa kanisa Katoliki, familia na viongozi wa serikali walikusanyika leo katika Tabor Hill Spirituality Center, eneo la Ol Joro Orok, kaunti ya Nyandarua kwa mazishi ya marehemu Padre John Maina Ndegwa. Askofu wa jimbo Katoliki la Nyahururu Joseph Mbatia alisisitiza kuwa kanisa linahitaji ukweli kamili kuhusiana na kifo chake, wakisema ya kwamba padri aliuawa. Mimi sijui wako na hakika gani wakisema hivyo, tugali tunaendelea kufuatilia yale tunapata kwa DCI. Waumini na jamii wameelezea masikitiko yao wakimtaja Padre Maina kama kiongozi mnyenyekevu na mwenye kujitolea kwa huduma. Tunaomba tu Mwenyezi Mungu. Anajua sababu na anajua ni vipi mambo haya yalivyotendeka. Sisi hatuna ufahamu. Tunasikia tu. Certain speculations. We are not taking them seriously. Padre Maina aliyekuwa akihudumu katika parokia ya Igwamiti alifariki wiki iliyopita baada ya kupatikana akiwa na majeraha mabaya kichwani, kando ya barabara ya Nakuru kuelekea Nairobi, eneo la Diatomite, Gilgil. Alikimbizwa katika hospitali ya St Josephs, lakini alifariki muda mfupi baada ya kufikishwa hospitalini. John alikuwa na nguvu nyingi ya mwili, hakuwa mgonjwa, hakuwa amezeeka, lakini maisha yake yaliweza kutamatika hapa ulimwenguni. Maafisa wa kitengo cha DCI jijini Nairobi wameendelea na uchunguzi, na hii leo padre mwingine ameuawa katika shambulio la wizi wa mifugo huko Tot, Elgeyo Marakwet. Padre Alloyce Bett wa kanisa Katoliki alikuwa akisafiri katika shughuli ya maombi wakati shambulio lilipotekelezwa. Afisa wa polisi huko Tot, Peter Mulinge, amethibitisha kisa hicho akisema operesheni inafanywa kukabiliana na wezi wa mifugo. Meria Nyambura, runinga ya Citizen.